Majengo oye! Majengo oye! Nashukuru sana jana. Tulitoa tangazo, tulimtuma mtu akapiga ngoma, ili leo tukutane hapa tuzungumzie kuhusu kitongoji chetu. Mwenyekiti <laughs> e, msikilizeni msikilizeni huyu. Msikilize <laughs> wapi? Hamna um, um, kitu hapa um, mtoe huyu. <laughs> Watulize wamakomwe basi. Sisi tumetukalisha mama miguu yetu hapa tunasikiliza mwenyekiti anasema nini. Wewe unabonga nini ama Kiswahili yako babu? Tulia basi Ani, tunaomba utulivu, utulivu au mpaka tuje hapa na, na mgambo au na polisi, ndio mkutano tuwe na usikilizano au ndio wezi wenyewe tunao watafuta? Bora hata umeongelea mambo ya wizi. Unaona hii kiatu hii hii nimetoa Arusha kabisa, alafu mimi nimebaki na hii moja babu. Kwa nini wanatuibia ibia ovyo ovyo, wenyekit unapojaribu kuzungumza kwamba unapaswa kuja na maaskari atimizi, kwamba sisi, unataka kutupa uoga, yani sisi wananchi wako tuonekane kwamba sisi ni wakorofi. Maanake ni kwamba unakuja kutufanyia sisi vurugu, ama ni sisi ndo tunakufanyia vurugu? Kwa sababu mi navyojaribu kuangalia hawa ni wananchi ambao wanataka haki ifuatwe na misingi ya kisheria, unatakiwa wewe kusimamia kama kiongozi. Ah, mwenyekiti bwana, iko hivi, unajua bwana jubana... Hindi, unapoendelea kwa ruhusa watu wote waendelee kuongea, unakosea kwa sababu sisi hapa tumeacha biashara zetu, tumekuja kukusikiliza wewe. Haipaswi sasa kila mtu hao anakupinga wewe, mwenye kiti cha kusikiliza. Kama stupa au atakusumbua bure huyu, ukimwacha kazi hawezi kupiga kutwa nzima limelala alafu inaweza kusombwa hapa. Nyamaza basi, swala la wizi ndio tunataka kuanza nalo, na tushampata mlinzi kati yetu atachaguana na jamaa zake, itabidi uchangie tuwalipe, watufanyie ulinzi na mipanga. Kuna wakati mwingine tusikilizane, jamani, tusikilizane. Ukiwa tunaongea tu bila utaratibu hapa Nataka suluhisho hapa, wizi umezidi mwenyekiti. Najua kuna watu wamekaa kuibiana wake zao. Mimi pisi yangu nimeibiwa mwenyekiti, fanya juu chini, pisi yangu ipatikane. Wajombi tulia. <laughs> Mieyusho tulizio, mieyusho basi mwana, hizo kesi zimekuwa nyingi, zimekuwa nyingi. Mimi kuna siku nimegombana na mtu hapa, nimegombana na Mchaga kisha kagombana na mke wake mke wake kaja nyumbani kwangu saa nne, saa tano. Wamegombana, nimwambia mke wako lazima abaki alale hapa, tutaongea kesho. Kaenda kakaa masaa mawili, karudi na panga, anasema mimi namtaka mke wake. Kwa nini nimwambia alale pale nisisughulishe kesho? Mwenyekiti, huyo mlinzi ni nani? simniweka hata mimi mwenyekiti, na kuona umesimama hapo na wasikiliza watu wananengeneka, wananengeneka, si waelewe. Mwenyekiti, watu wapelekee moto hawa. Suala la wizi <laughs> tumeshalipatia ufumbuzi na tumepata vijana, kuna wengine tena wameenda JKT kabisa. Tutamweka atakuwa analinda hapa na kila mwanakitongoji hiki lazima uchangie elfu mbili kwa ajili ya ulinzi. Wanatokea humu humu mtaani kwenu. Aise, huu mkutano siuelewi, kwanza nini shida mwenyekiti? Mimi kama mwenyekiti tushakubaliana, namchagua Mr. Zengwe na Ebo kuwa walinzi wetu hapa <laughs>